Nilikuwa napitia taarifa zetu za masoko na mauzo, sioni bidhaa zikitoka, mizigo imejaa store. Sielewi shida nini? Watu wa masoko mmefanya nini? Naomba mniambie, kwa nini iko hivi? Uh, kiukweli bosi, kutokana na taarifa tulizozipata kuna maonyesho ambayo tunatarajia ku, kuyashiriki ya maonyesho ya Sabasaba. Ni maonyesho makubwa ambayo nahisi yanaweza yakawa yenye fursa kubwa kwetu kibiashara, ili tunapata uwanda mkubwa sana wa kujitangaza sisi wenyewe na tunaweza kupata pia masoko mbalimbali. Bosi, mi naona ni bora tukashiriki kwenye hayo maonyesho ya Sabasaba, kwa sababu kule tutakutana na nchi mbalimbali, ambako itaweza kutusaidia kupata masoko na kuweza kuikuza biashara yetu zaidi na tutaweza kujifunza pia mbinu bora za kuweza kutusaidia kukuza biashara na kupata masoko mengi zaidi. Nimepokea mawazo yenu, nashauri mchakato uanze kwa haraka sana. Ah, wewe ndo ashaka bosi, TanTrade wamerahisisha mchakato wa kushiriki maonyesho. Hata tukiwepo hapa ofisini kwetu, mambo yanaendelea, kwa sababu vitu vishakwa kwa kidigitali zaidi. Kweli kabisa bosi. Ili kujisajili, ingia kwenye tovuti ya www.tantrade.go.tz, au piga simu nambari 0733 002 014. Mwaka huu mambo yote ni kidigitali.